Wapendwa taifa la Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Mama Maria maki wa mitume utuombee. Karibu kwa masomo ya misa takatifu, Jumatatu juma la saba la Pasaka. Somo la kwanza: Matendo ya Mitume sura ya kumi na tisa mstari wa kwanza hadi mstari wa nane. Je, Mlimpokea Roho Mtakatifu mlipo sadiki? Somo katika kitabu cha Matendo ya Mitume. Apolo alipokaa Korintho, Paulo alitembelea nchi za nyada za juu akafika Efeso. Akakutana na baadhi ya wafuasi, akawauliza, "Je, mlimpokea Roho Mtakatifu mlipo sadiki?" Wakamjibu, "La." Hata kusikia kwamba kuna Roho Mtakatifu hatujasikia. Akawauliza, basi mlibatizwa kwa ubatizo gani? Wakamjibu, kwa ubatizo wa Yohane. Paulo akawaambia, Yohane alibatiza ubatizo wa toba, akiwaambia watu wamwamini yeye atakayekuja baada yake, yaani Yesu. Waliposikia hayo, walibatizwa kwa jina la Bwana Yesu. Paulo akaweka mikono yake juu yao, Roho Mtakatifu akawashukia, nao wakasema kwa lugha mbalimbali na kutabiri. Wote walikuwa wanaume wapata kumi na wawili. Kwa muda wa miezi mitatu Paulo alikuwa akienda katika sinagogi kuhubiri waziwazi, akijadiliana na kujaribu kuwasadikisha watu ufalme wa Mungu neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Zaburi ya kuitikizana. Zaburi sura ya sitini na nane mstari wa pili na watatu nne na tano sita na saba Kitikio: enyi fome za dunia mwibieni Mungu. Enyi fome za dunia mwibieni Mungu. Mungu na asimame, adui zake na watawanyike, nao wenye kumchukia wakibie bali na uso wake kama vile moshi unavyosabaa nao watawanye, vivyo hivyo waovu wapotee mbele ya Mungu. Enyi falme za dunia mwimbieni Mungu. Kisha wenye haki watafurahi mbele ya Mungu, watachangamka, watashangilia kwa furaha kubwa. Mwimbieni Mungu, lisifuni jina lake, msifuni anaye, anaye yaongoza mawingu Furahini mbele zake yeye ambaye jina lake ni Bwana. Enyi falme za dunia mwimbieni Mungu. Baba wa yatima mtetezi wa wajane, ndiye Mungu katika makao yake matakatifu. Waliosahauliwa Mungu huwapatia makazi, waongoza wafungwa kwenye mafanikio, wakati wakaidi wanaishi jangwani. Enyi falme za dunia mwimbieni Mungu. Mmefuka pamoja na Kristo, yatafutani yaliyo juu alipo Kristo kuume kwa Mungu. Somo la Injili Yohane sura ya kumi na sita mstari wa ishirini na tisa hadi thelathini na mbili Pigeni moyo konde, mimi nimeushinda ulimwengu. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Yohane. Utukufu kwako e Bwana. Wakati ule wafuasi wa Yesu walisema, tazama, sasa unasema waziwazi bila kutumia fumbo lolote. Sasa tujua ya kuwa wewe wajua yote na huna haja mtu akuulize. Kwa hiyo tunaamini ya kuwa umetoka kwa Mungu. Yesu akawajibu, Je, mnaamini sasa? Tazamini saa inakuja, kokeli imekwisha kuja, mtakapotawanyika kila mmoja kwake, mkaniacha peke yangu. Lakini mimi sipo peke yangu, kwa maana Baba yupo pamoja nami. Hayo nimewaambia mpate kuwa na amani ndani yenu. Ulimwengu mna mahangaiko, lakini pigeni moyo konde, mimi nimeushinda ulimwengu. Ijili ya Bwana. Sifa kwako e Kristo.